Namba moja au nia namba moja ya mtu anapoingia kwenye maombi anapaswa awe ameenda na mentality ya kwanza kwamba anaenda kufanya mawasiliano na Mungu. Kwa maana hiyo anadumisha uhusiano wake binafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anajua kwamba kwenye maombi ni mahali pa kwenda kutua, kutoa yaliyo yaliyo moyoni. Amen. Kwa mtu aki aki akiona na kuna kitu kinamtesa akakuja pale alia, akitoka nimetua <laughs> sifiwe. Lakini ilo sio lengo la maombi. Inaweza ikawa pia ni ni, ni moja ya sababu kwamba tunaomba tumwambie Mungu shida zetu, si ndio? Tutue yaliyoko moyoni mwetu, lakini sio lengo namba moja. Mtu ambaye anaomba kwa sababu anaenda kutua vitu, siku akiwa hana vitu moyoni hata omba. Umeshaanza kunielewa? Yani, siku huna shida huombi <laughs> Hey, sasa ukija hapa hautalia kwa sababu kuna shida, kuna kitu kimekuwa ni kama kukuzwa. Ninapokuwa na utaratibu wa kuomba kama mwamini, lazima nijua ya kwamba yako kwa majira ambayo Mungu ataniamsha. Nikishaamshwa kupitia lango gani? Kupitia lango linaloitwa maombi, alafu nini kinatokea? Kinachotokea, Mungu ananisaidia, ninakuwa na uwezo wa kutambua ya kwamba hapa Mungu sasa ameanza kunibariki, lakini mm, kwa njia ya nini? Mm. Bwana Yesu asifiwe Amen. ni utaratibu wa Mungu ama mm? Lazima tuombe. Sasa Mungu anapenda sana aone ukisema naye mm, Mungu anapenda sana aone mimi ninazungumza naye, na nimesema mwanzo ya kwamba huu ni mchakato. Maana una maandalizi mm, nikiingia kwenye maombi mwili wenyewe unaanza kukataa mm, nikiingia kwenye maombi marafiki ambao niliowaacha zamani wanaanza kunipitia ile tu nimesema Daniel alivyotia ufahamu wake ndani ya moyo mm. Majibu yakawa yametoka yes. Lakini yule mkuu wa anga la uwacheni mm. akaanza kutii amri ya mfalme, kwa hiyo hakuenda baada mm. ya hapo ikawa kama mfalme amegadhabika kwa, kwa Vashti kukataa kutii amri yake ndo akauliza watu wenye hekima na wenye elimu kwamba wamfanyeje Vashti kwa kukataa kufanya hivyo. Ukisoma Biblia, kuna mtu mmoja ametajwa anaitwa Memukani, ndo akamshauri mfalme kwamba kama akimwacha Vashti yani bila kutoa neno lolote, basi hata wanaume wote wapo kwenye huo ufalme wake aimini, wanawake hawata waheshimu wanaume wao ikatolewa amri kwamba wanawake wengine wachaguliwe wazuri kutoka katika ufalme wake ili baba wa... Ninaomba ufinyange moyo wangu, ugeuze uwe ni chumba chumba cha siri cha kuomba katika kila jambo, katika yani uitaki wote, tusiache kuomba Amina. Amina. Nitaishia hapo kwa leo, mbarikiwe. Karibu mwenye maswali au mwenye nyongeza. Amina, farikiwe rohoni tu hapana. Yani tunatakiwa tustawi rohoni, lakini pia na nje tustawi, kwa sababu sisi ni ushuhuda kwa wengine. Kwa kama sisi ni ushuda, manake tunapofanikiwa rohoni lazima na nje watu waone mabadiliko yetu, sio wewe wajana wa juzi na wakishukutwa ndio yule yule, lazima kuwe na mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba tunatakiwa kufanikiwa kiroho, na unapofanikiwa kiroho itakufanya wewe pia kufanikiwa hata kwenye maeneo mengine, kwa sababu ustawi wa mtu unaanzia rohoni kwa mtu ambaye ameokoka, lakini hapa tunazungumza sasa na mtu ambaye ameokoka. Ustawi wako unaanzia rohoni. Ukishafanikiwa rohoni Mungu, ni rahisi kufungua milango hata yale ma mafanikio mengine ya nje sasa yakatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia tunatakiwa kufanikiwa katika eneo la afya, afya zetu zinapaswa kuwa imara ziimarike ili tuweze kupata nguvu za kuweza kumtumikia Mungu. Maana kama afya yako haiko sawa, hautaweza kumtumikia Mungu, hautaweza kutoka kwenda kuhubiri, hautaweza kufunga na kuomba, hautaweza kufanya mambo mengi ya kiutumishi, kwa sababu afya yako haiko imara. Kwa hivyo Mungu anapenda tufanikiwe pia hata katika afya zetu, afya zetu ziimarike. Mtoaji, usifundishe kitu ambacho ufanyi nini haukijui Jiandae kuja kufundisha kitu unachofanyaje, unachokijua. Kitabu cha Waefeso sura ya tatu mstari wa kumi na saba hadi wa kumi na tisa Paulo anasema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, ulivyo urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi pate kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Kwa hiyo ndani ya Kristo, kwenye neno la Mungu hili, yani Biblia, mambo ni mapana mm, na mengine ni marefu mm, na mengine yana kimo kirefu, lakini mengine yana kina. Bwana Yesu atusaidie sana, amen. Kwa hiyo unapokuja kufundisha, jitahidi sana kuyajua mambo kwa upana na kwa kina na kwa urefu na kwa kimo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kule kwenye masomo ya kawaida tunasema usiwe shalo, yaani unakuwa juujuu tu. Hapa jitahidi unapokuwa unakijua kitu kijue kwa undani na kwa kina. Hilo ni jambo la ngapi? La sita. Unapojiandaa jitahidi kukijua kitu kwa usahihi kile unachoenda kufundisha.